Lakini sisi tuliozaliwa Iringa jamani, mtakuwa wa kweli, karibia kila kata ukienda utagundua kwamba kuna huduma ya utoaji e, wa vinywaji, yaani kuna vilabu vya pombe toka tunazaliwa. Kila kata kuna vilabu vya pombe. Hivi vilabu vimeajiri watu wengi sana Iringa, na hakuna mtu huwa anazungumzia ni ajira rasmi kabisa, mweshimua mwenyekiti, haijazungumzwa kwa muda mrefu. Lazima sasa tuvipe heshima na tuvirasimishe virabu vyetu vya pombe. Lazima tuviheshimishe tusivichukulie tunavyovichukulia sasa hivi. Hata ukikaa na wasimamizi wetu wa sera sasa hivi, virabu vya pombe unachukulia kama watu wanaoenda pale ni watu wa kawaida tu ndio maana utasikia wamekamata watu kwenye kilabu fulani, utasikia siku wanafunga mara uo oh, muda wa kufunga wa kufunga kilabu unabadilishwa badilishwa, mara saa tatu saa nne mara saa tano mara saa sita zile. Ukiacha kwamba ni sehemu za watu kukutana, lakini ni biashara halali, zinatakiwa ziheshimishwe. Sasa ninapeleka message CCM kwa sababu hizo kanuni za kusimamia hivyo vilabu vya pombe zinatungwa pale halmashauri, au sio? Tunazitunga sio wenyewe. Sasa hatuwezi kuwa tunasumbua watu wako kwenye biashara zao, hizo ni biashara halali. Na nipeleke meseji kwa manispaa yote, wenye vilabu vya pombe, mimi nikiingia kuwa mbunge nitawaita tukae kikao. Ninataka niwape mikakati kwanza ya kuboresha vilabu vyote vya pombe ili viwe rasmi na viweze kutoa huduma vizuri kwa wananchi wetu, lakini tutatunga sheria ambazo haziwaumizi wala sio kandamizi, na malalamiko mengi nimeyapata tutashughulikia. Tunataka wananchi wapate huduma mahali ambapo watafurahi. Pale watu wanaenda kupata huduma, wanaenda kupata starehe zao. Kila mtu ana starehe yake bwana, wanawezi kutulazimisha kuja kwenye starehe zako Vale yetu kwenda kwenye kilabu cha pombe, unakuwa hapo vipi jamani? E, sasa unalazimisha mimi niwe nakuja kwenye starehe yako? Mi starehe yangu kwenda kilabu cha pombe, au sio? Sasa mimi kama mbunge, na mimi najua sisi wengine tumesomeshwa kwa, kwa biashara hizo hizo. Kwa hiyo mimi siwezi kudharau hizo biashara, lazima niziheshimishe lazima nihakikishe tunakaa. Baada tu ya kupata ubunge, mtasikia tutakaa kikao, mimi na wote wamiliki wa hivi vilabu vya pombe pamoja na wajasiriamali waliomo mle ndani, tusikilizane, tuzungumze, tuhakikishe tunatoa huduma bora kwa wananchi wa Iringa manispaa. Hapo vipi? Hapo vipi? Sisi CCM oye!